Ingia studio, we unda mistari zako mm -hmm. Kama una sauti mzuri go and correct on your sound especially mm -hmm. Nilikuwa nikuambia kitu fulani mm -hmm. Wasanii wengi Kenya wanaumia kwa sababu unajua mziki ni sauti mm -hmm. Na ukiharibu sauti yako mm -hmm. trust me mm -hmm. Umepotea, for example mimi mm -hmm. na prefer kutumia sauti yangu mm -hmm. which is, ukisikiza mziki wangu mm -hmm. Na sauti yangu mm -hmm. Ziko related mm -hmm. So nikianza kutumia drugs mm -hmm. mm -hmm. Nisiji maintain mm -hmm. mm -hmm. Nda yeah, mm -hmm. So mimi ndasema hivyo okay, ke wasanini wengi wa sitaki

I'm a a man. man. you nigga know What's what's what's Yo, yo, yo, yo, yo, yo, up, up, my m Eh, bila shaka karibu sana msikilizaji, unasikia hapa studioni ni moto, studioni ni kumoto na nakuambia eh, tukiwa na wanangu hapa wasanii kutoka pale E, jiji kuu la Nairobi leo wamefika hapa tuzungumze nao moja mbili tatu kama ambavyo umesikia pale e, ngoma ni kali, ngoma ni kali, ngoma ni moto msikilizaji, ngoma ni moto, ngoma ni moto. But uh, msikilizaji, in the meantime takuwa nikiwa introduce na kuwa nikisema ni kina nani ambao tuko na wao hapa ndani ya mjengo. Kila mtu atakuwa akizungumza, atakuwa akituelezea e, malengo ni yapi kimuziki, wamejipanga vipi kimuziki, nini ambacho e, kiliwa inspire kuingia kwenye sanaa ya muziki. Pale tutakuwa tukizungumza mambo mengi sana. Eh, kile kitu ambacho tunakuomba msikilizaji ni kwamba uendelee, eh, kukaa kitako. Kwamba jina langu naitwa Voke Equalizer, mkipenda the Duke of Mera, eh, kipindi hewani ni tulizo hewani msikilizaji. Leo ikiwa ni siku ya, eh, Jumatano, tunasema ni Ladies Wednesday, Ladies Wednesday edition. Na leo ni siku ya kama ambavyo wanazungumza wanasema kwamba, eh, ni siku ya makrashi. Eh, bila shaka msikilizaji wa kwangu, karibu sana ndani ya masaa matatu ya burudani, ukiwa nami hapa Voke Equalizer, eh, ndani ya Nibs radio station nambari moja nchini Kenya kipindi hewani ni tulizo hewani, na nitakuwa nikizungumza na wanangu pale moja kwa moja. Okay, okay mm -hmm. Uh, e karibia microphone kidogo, hebu uh, ivute kidogo uh, uh, kwanza mm -hmm. Uh, I go by the name Clinton mm -hmm. Uh, kwa jina ni Tyran Watiz whereby uh -huh. hizi jina uh -huh. ziko na maana fiche uh -huh. Tyran, Tyran inamaanisha mwaribifu uh -huh. siaribu uh -huh. kwa ubaya uh -huh naharibu mziki, yani nakupa mistari, yani nachafua mziki. Unachafua mziki. tukikuja upande wa what is, what is ni short form ya babu <tutu> tuanzie na wewe Berlin. E, kwanza jina lako Berlin. Jina lako Berlin linanikumbusha nikiwa primary school e, primary school Berlin, e, e, ni mji mmoja kule e, Germany Tuambie yeah. Jina lako Berlin ulitoa wapi? Ushaikwa Germany ama labda okay? uh, jina langu mm -hmm. inatokana na of course, ni Berlin uh -huh. ya Germany mm -hmm. so to nilikuwa na menta mm -hmm. menta wangu mm -hmm. of which alikuwa actor mm -hmm. alikuwa anaitwa Berlin mm -hmm. so jina yangu ilitoka kwa menta uh -huh. alafu Clinton ilifai kuwa Clinton ya n uh -huh. Clinton mm -hmm. but nikaitrai kutrigger because Clinton ni common uh -huh. Clinton inatumika sana so nikaiweka m mm -hmm, ndo ni kue identify kwe Clinton ikue jina ya different na wengine mm -hmm. so Clinton ndo ikue jina yangu specific mm -hmm. of which mm hadi -hmm, kama ni mtu kuntre mm -hmm, ananipata hivo hivo anakupata kama Balin Clinton ndo isikue Clinton mm -hmm. yasya, oh, yeah, iko na yeah. m hapo katikati kabisa. Aha. Yeah, yeah. Na Balin, eh, for a while tumekuwa tukipanga hii interview, but uh, finally, tuko hapa sasa, tuko hapa. Yeah, yeah. Na kuna ngoma fulani ambayo ulikuwa umenitumia na ni ngoma ambayo nilisikiza nikasikia ni ngoma ambayo ina inspire vijana sana kule nje, ninaonyesha yeah, talanta yako. Na kabla ya tujaenda hapo, Balin, ningependa kujua, eh, talanta yako ya usanii

vile vilevile, nikaendelea na ku write, after there the end of the day, kupata nimeandika a whole song, nikajipata o oh, kumbe I can sing, that's. Nilianzaga na gospel reggae so nikatry kuulizia ma friends especially my parent my brothers there, wakasema yes this is a song, ini yako kweli, wakaanza kudoubt that's not your song. <laughs> Thereafter nikajua, oh, I can sing Y yeah, wakasema yo songo poa, yeah, yeah. That's where I realized hmm. Jeki, at that time ulikuwa ilikuwa ahold hiyo time, nilikuwa 14 years. 14 years. 14. So sanaa ulianza ukiwa na miaka 14. 14 kumi na nne, Tyron eh, wow. Sijui upande wako, maanake unasikia watu wengi wanasema oh, mi hata nikiwa tumboni kwa mama mangu <laughs> nilikuwa narusharusha tu mikono tu miguu kuonyesha mimi ni msanii. wewe kwako ilikuwa vipi? Unajua, talanta ni talanta <laughs> acha mi niseme hivi mm -hmm. mimi hadi nimekuwa na talanta mingi hadi nilikuwa nimeshindwa nichague gani mm -hmm. kwa za ukinipata mi nilikuwa mchezaji mzuri mm -hmm. wa mpira mm -hmm. Mona aya, nilikuwa dansa mzuri pale before, na bado nilikuwa very good composer because personally nilikuwa na participate in music za primary high school, I think hadi college yote nime perform music. So music si ati nafanya only ya secular music, nafanya hadi gospel music, choir music because nime niliamua kuji venture into originality music. So kujipata kukuwa kama msanii nilianza acha niseme kuamua sasa kuwa msanii wa sanaa. I think it was 2020. That time ya corona mm -hmm. unajua most people were very idol. mm -hmm. so, nikasema nifanye nini, nilijipata kwa studio na mimi okay, ni ule mse na interact sana, na interact sana. kufika studio, jamaa kaniambia weka verse. ah mimi nikafeel acha nieke, okay. <coughs> sikudanganyi alinipigia simu akaniambia unaweza kuja tukarekodi ngoma zingine. mm -hmm. na hapo ndio niliamua ah. Acha niendelee na mziki, lakini mziki nilianza nikiwa mdo mdogo. mm-hmm. Uh, primary pale mm -hmm. Zile kuwaya za shule nyinyi wote nini. mm -hmm. mm -hmm. Uh, wakati ambapo tumezungumza kila mtu ameniambia kwamba mmekuwa e, wanafunzi ninyi mm -hmm. wote. mm -hmm. Si eti amjasoma kila mtu amesoma pale, yeah. Na wajua kwamba kuna changamoto nyingi wakati ambapo kwa pale shuleni inakuhitaji usome na pia vilevile unahitaji uandike mangoma pale, unaona na juu so, you know, una? Zote ni, eh, ni, ni tasnia tofauti ukiangalia upande wa masomo na upande wa uimbaji uimbaji ni talanta huku, kwa masomo lazima concentrate na vitabu kule, vitabu pale. E, tukianza nawe Badine, e, labda wakati ambapo wazazi walijua mimi uko na talanta uimbaji e, kuna wakati ambapo mzazi mimi amekwambia, kwanza subiri umalize shule ndo kwanza uingie kwenye muziki. Yeah, yeah exactly. mm-hmm. Uh, pale imekuwa especially class 8 na high school form 4. mm-hmm. that's where my my my mother imekuwa na zile issues za most of the time ananipata na kombo song. mm -hmm. Thereafter, so inafaa nikue class mm -hmm. So hapo ananikataza, ana nasema ok, hii issue fanyaje? mm -hmm. Soma then mm -hmm. music itakamleta mm -hmm. mm -hmm. so kumekwaga na zile issues, mm -hmm. maze, so nikijipata na chop naona ya doba up mm -hmm. uh, so, mm -hmm. Labda upande wako ulikuwa na balansi vipi ukiwa so, peke mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Chora timetable pale exactly. uh -huh. so, mostly, I so nilikuaga na book, mm -hmm. mm -hmm. ah, mm -hmm. So najikumbusha upande wako Tyran, labda tu uniambie kama kuna wakati ambapo umekumbana na changamoto pale nyumbani, mzazi akakwambia eh, mambo na mziki, tulia kwanza uh, tulia umalize kusoma. Acha niseme hivi, mimi nyumbani personally mm -hmm. nyumbani mm -hmm. kwenye nimelelewa mm -hmm. niko na wale wazazi wanapenda kitabu mwona wazazi ni wasomi, wanapenda kitabu <coughs> sasa ukiingia upande wa mziki nakaa <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> haiendani. Sasa pale, after nimefanya my first music, the producer alitoka from the studio akakuja kunitafuta hadi nyumbani. <coughs> Mwona, sasa hapo ndio vitu ilianza, because mzazi akaona kama huyu amefuata from there tu to hapa <coughs> Mona, mm -hmm. So after wakaniambia soma. mm -hmm. After nilimaliza high school by the way. mm -hmm. uh, nilimit some big, big names. Okay, siezi zitaja currently, maybe ndazitaja it, it in future. mm -hmm. vitu ikikuwa inaweza tajwa. mm -hmm. na nikaona wacha niseme singeendelea kwanza na masomo, kwa sababu nilikuwa na opportunity ya kuingia kwa mziki sasa fully, but nikakuja nikarizo. Unajua mziki after umepatana na watu tofauti na ni watu wenye wamefika wanakupa advice fanya hii na hii kitu. Nilishika kwa kichwa ni kwamba apart from we kukuwa na talanta ama kukuwa msanii, uh, masomo ni muhimu. mm tafuta karatasi, unajua ukitafuta karatasi mm. Mziki mziki itakuwa supported na karatasi, na naweza sema hivi, mm -hmm. kusoma ni vizuri. Kwa nini? mm -hmm. wakati unasoma mm -hmm. even your writing skills in music changes mm -hmm. unaangalia naandika nini so, Nikijiunga chuo kikuu niliingia kwenye kos ambayo inaendana na talanta yangu, kwa nini? Ili siku moja ni ziunganishe zote. uh -huh. pale. Sasa. Yeah. Uh, nataka kidogo tutoke kwenye hilo swala maanake. mm -hmm. uh, nyinyi wawili ni wanamziki, sijui nani alitafuta mwingine kolabo, uh, nani alitafuta, mm -hmm. so, mwingine kufanya kolabo Mm -hmm. Shikani ni nice. mm -hmm. Nika jip, nika, nika come up na idea mm -hmm. Then nikaona hizo nkaona ohizo mstari nimeka hapo mm -hmm. Then nikapata nikatrai nika kufikiria mm -hmm. Msanii eza flexi poa anaeza ingiana nao beat poa mm -hmm. Nikampea kolabo mm huuchamp -hmm. Uh, oh, ukamtafuta sasa kutoka hapo. Yes, yes. Ulim reach out kufikia kupitia eh, WhatsApp ama uli slide DM uh, yake kwa mitandao zake mlikuwa okay, oh, oh. so, mm -hmm. tu kumwambia mm -hmm. kuna hivi na hivi na papo hapo. Eh, ningependa kujua ni eh, nini ambacho kilikufanya ukazamia secular music, maanake utapata wasanii wengi wanaanza na gospel, lakini eh, uh, u kuanza na gospel ulianza direct na I, I saw place kuna like place kuna wenye wanapenda season yani check your wave utapata most of the people wale wase wangeniskia sana my age mates wanapenda this type of music. mm -hmm. so that's when nilikuja na kitu inye nazawa nais nice. mm -hmm. y yeah, nitafuta kituza nis nice, my youths my mm -hmm. wale wase wasi wanaeza niskia kwazadi mi mwenyewe ku, ku vile niko kugladi nini so Mtu akisema dinaimba gospel azi ni doubt like, mm -hmm. kunakuwa ile utata yani, mm -hmm. uh, so unacheki, so target audience yako ilikuwa ni my youth, uh hivo -huh. hivo even my my paren wanasema be ni, ni, ni, gospel mm -hmm. but I prefer wave wenye naiwenda mbinguni. Okay, yes yes, I respect God, I respect God and so I saw it better mm -hmm wanapenda upande wako vipi? Uh, mi ukisikiza mziki wangu mingi mm -hmm. it's a rap music mm -hmm. na ndasema hivi mm -hmm. hakuna mziki mbaya mm -hmm. Mungu alitupatia sisi wote talanta bana, hata ile ingine eh, tuliona hapo seti seti seti seti sasa, ndasema hivi ndasema hivi ndio sisi tufanye, mimi ni niamwe kufanya hii mziki. Uh -huh. Nilikuja nikaangalia. Uh -huh. Rap music most we emphasize on what the culture is talking about. Uh -huh. na mimi ukiangalia mziki bado na educate hata. Uh -huh. Nikisema bado ni mbe gospel, I will sing but mziki wangu ukiangalia, most of them ziko na a story behind, so unless uwezi nielewa, lakini ukisikiza mziki wangu wote inakuanga storyline which is ndaimbia dada zangu. Uh -huh. ndaimbia ndugu yangu mm -hmm. Ndaimbia baba, ndaimbia babu mm -hmm. Lakini unafonisikize kin kwa sababu mm -hmm. ni message na pas mm -hmm. So mimi kwangu mziki, ndapiga mziki wowote, kwa sababu ukiangalia, nikiweza amua kutoa hii pisa hii amaalbam mm -hmm. ndakuwa na rege ndani mm -hmm. Ndakuwa na rumba ndani mm -hmm. ndakuwa na hata naweza amua nikaweka bado gospel ndani mm -hmm. ya yeah, but ina depend what kind of away niko best mm -hmm. in delivering my message mm -hmm. yeah. Inivei okay, eh, nataka eh, tuzamie hili swala mm -hmm. eh, tumeona uh, wasanii wengi sana eh, ambao ni chipukizi mm -hmm. na wakati ambapo nawaangalia nyinyi wawili naona ni wasanii ambao ni chipukizi, ingawa mko kwenye sanaa kwa muda, lakini sasa hivi ndio ile wakati umeanza ku ngoma kurelease kurelease kurelease, na kwa lugha moja tunaweza sema ni rising stars, unaona. Na wakati ambapo e, tumeona wasanii wengi kuna msanii kama vile e, ambaye alimba kaveve kazoze, tuliona msanii kama stupid boy e, na wasanii wengi sana ambao wametokea kina mara kweti dota, wasanii ambao wamekuwa chipukizi na ngoma zao zikaenda viral, unaona, na wakawa wana trend sana, lakini wakashindwa waka ku maintain fame, juu ku maintain fame ni kitu tofauti sana kwenye sanaa ya mziki, ni kitu ambacho eh, kila msanii anafaa kuchukulia kwa umakini eh. sijui nikianza na wewe Tyran, ningependa ni mm -hmm. tu niambie, wako vipi, umejipanga vipi eh, maanake hii ngoma ambayo mmeachilia hii ngoma ni mimi, nikisikia mimi mwenyewe nasikia ni hit, hii ngoma ni ya kwenda viral, unaona eh, wakati ambapo mtapata ile fame, umejipanga vipi ku make sure kwamba utakuwa una maintain ile fame, usipotee venye wengine wamekuwa wakipotea. ndio mm maana -hmm. atasema kitu moja Niliingia shule mm -hmm. shule mm -hmm. niliingia kwa sababu inifunze, mm -hmm. na nipate that time ya reasoning nijue, mm hii -hmm. hii fem nataka kuifanyia nini? kitu ya kwanza mm -hmm. fem. Mm -hmm. wacha niseme fem ni kama biashara mm -hmm. utaifanyiaje? mm -hmm. kwangu mimi fem sioni kama ni kitu Okay, wengi wanasema ni ngumu mm -hmm. but naweza sema most of the circle of the people niko now around mm -hmm. some of them are famous mm -hmm. ni ile sasa uwezi ingia kwa shadow ya mtu fulani mm -hmm. unda shadow yako mm -hmm. sasa mi nasema hivi fame ndaichukulia kama biashara ikijipa mm -hmm. naamini ndaitumia vizuri mm -hmm. but sitatumia, sitaki kutumia fame mm -hmm. in a way of mm -hmm sijielewi ndio maana mm -hmm. nimekaa chini nikajicollect mm -hmm. na nikaamua kukuja kimziki. Uh, kidogo tu nikuulize swali maanake mm -hmm. wakati umesema kwamba mm -hmm. fame eh, unaichukulia kama biashara yako, unaona? yeah. mm -hmm. na wasanii wengi, wakati ambapo wanakua viral, wanaenda viral, wanapata ile fame mm -hmm. inakuwa kila mtu ngoma zao zinachezwa kila mahali mm -hmm. wakati sasa, zile pesa kidogo zimeanza kuingia, ndo inaanza kuwachanganya. Kwa sababu ni kweli umesema kwamba fame ni biashara na nakubaliana na wewe maanake, wakati umekua tumeona wengi, wakati ambapo wameanza kutrend unapata wanaitiwa magig na nini, unapata sasa hapo ndo wanaanza kuchanganyikiwa. Wengine wanajitoza kwenye unywaji wa vileo na unywaji wa pombe, ni kitu ambacho kimeua wasani wengi hapa nchini Kenya. E, sijui sasa kwako wewe mwenyewe binafsi, kando kuwa fm ni biashara, ni nini ambacho utakifanya ambacho kitakufanya kwamba utalast kwa muda uta, uta, uta mrefu? kwenye vinywa vya Wakenya. Kitu ya kwanza, mimi hakuna wiki imewaiisha, wiki imewaiisha sijasoma kitu kuhusu mziki na kuhusu management ya mziki, so ni kumaanisha niko na very big knowledge in terms of music. So hata ukisema unakuja kuwa manaja wangu, trust me, I know what I'm doing. Kitu ya pili, zoe zoea pesa. Unajua, msanii ambaye amekuja amepata elfu hamsini mara ya kwanza anachanganyikiwa, lakini ikiwa umezoea pesa, trust me, pesa iwezi kuharibu. Ni kama wewe ni mwanaume ukiona demu ameiva kwa umbali eh, eh, utachanganyikiwa eh, eh, lakini ikiwa umezoea eh, kukana mademu ameiva hata ukimwona utasemaje, ni wa kawaida. Kawaida mambo ya dunia haya. Pesa <laughs> Jibu ni zoea pesa. Uh, twende kwako, balin kidogo tu, tuambie upande wako vipi femt uh, maintain vipi maanake uh, mi naona uh, uh, barabara zimeanza kufunguka ya kwangu uh -huh. Ni kutoa hit after hit. Hit after hit, mm -hmm. Alafu ku, kupenda mafans mm -hmm. Kuwasikiza mm -hmm. Na kukorect na respect mm -hmm. Na cheki mm -hmm. Alafu kumaintain, yani kumaintain relation mm -hmm. Na kila mtu mm -hmm. around me m mm -hmm. yeah. Uh, sawa uh, kwani nyinyi wawili mm -hmm. nani ambaye ashejaribu kunini na management under any management ya kimuziki ama labda kuna any management ya kimziki imerich out kwako, kakwambia oh, tumeona kazi yako, mimi tunaweza zungumza, ama wewe mwenyewe ume wa reach out. Ningependa eh, nimanaji mm, mm -hmm. in terms of management mm -hmm. mimi kibinafsi mm -hmm. sijaji alau kukuanda management mm -hmm. kwa sababu inadipenda, ndio maana nakwambia mimi kila wakati naangalia kuhusu mziki na jinsi naweza endeleza mziki wangu. Mbona niseme hivyo? Most of the management so far sijaweka my product into the social media exactly. So ni kumaanisha pia ni ngumu management kunifikia. Hiyo inazuia, lakini iwapo management itakuja, mimi ni ule mtu ambaye najielewa na naamini hivi. Mimi nataka kukuwa my own manager. What do I mean? Nataka kukuwa my own CEO. Sasa ku work with management wani ni ngumu kwa sababu management, I just want sponsors. I don't want management. Kimimi kibinafsi kwa sababu jinsi nimekaa nimesoma kimziki na naelewa umuhimu wa management na tofauti, lakini ikiwa unanitaka sana, tafadhali tutakaa chini tuongee sababu mimi angua, ngumu ngumu bali ni okay. Ngumu. Uh, kwako uh, nilikuwa nikipitia ya advert fulani hivi mm -hmm. Then I saw Kaka Empire alikuwa na advertise, walikuwa nataka walikuwa nataka kulikuwa na chance mm -hmm. So nika reach out hiyo brand and then wakasema wakitaka, wataita wataita mse so mm -hmm. That's your chance, ndo nili try try mm -hmm. But no other other management shai try mm -hmm. There so nikangojaga feedback, sijaipata si hadi waleo. mm -hmm. yeah. oh, oh, do you believe in management like working at uh, management ok. It depends but no, si kila management mm -hmm. but some mm -hmm. kuna ya wale ya maseleb ya, yeah, I believe mm -hmm. yeah. um, e, Tyran mm -hmm. sijui ni nini ambacho udhani kwamba huwa kinasumbua kina, kina, kina wasanii wengi sana wa Kenya, tatizo kubwa kwenye sanaa ya kimziki sana sana hapa nchini Kenya mm -hmm. kwako, kwa unadhani nini? mm -hmm. kwangu <laughs> Na, ni very simple. mm -hmm. unapata most of the Kenyan artist mm -hmm. wacha niseme ndaengilia upande wa management kidogo, mm -hmm. lakini sijaguza management. Ukipata wasanii wengi, unawekwa kwa management, then ukiwekwa kwa management management haikupati that exactly consistence, na unapata apart from consistence, wewe maybe uko na your own ambitions mm -hmm. mfano, mimi mi nataka kufanya international music mm -hmm. in future mm -hmm. sasa nikipata management ambayo inafikilia local peke yake mm -hmm. Trust me itakuwa very hard mm -hmm. So, kitu naweza sema ni hivi: angalia ni kitu gani unataka kufanya, na ni wapi unataka kufika. Management management I can work with management, but under one condition mm -hmm. Most of the Kenyan management those people are not serious. Why niseme they are not serious? mm -hmm. Because unapata management imewasain wasani kama watano mm -hmm. unaona mnapiga ngoma maybe kwa mwaka, ukiangalia mtu kama kolabo kolabo zako zinafazi mate mnajuu mm -hmm. Management, ukifika kwa management wewe kama msanii, kazi yako ni kupiga mziki, management inakusaidia kila kitu. Sasa ukipata akili ambayo haina ile maono yako, trust me, you'll fail mm -hmm. so probability for me what makes most artists in Kenya to die? Mm -hmm. one, content mm -hmm. two, consistency mm -hmm. Three, skills. mm -hmm. Na ya tatu na ya mwisho ni mm -hmm. knowledge mm -hmm. Most of them mm -hmm. wako to that pia prese yakokua celebrity mona. mm -hmm. mm -hmm. Ni winu wanawake mm -hmm. niingie kwa masho, ukishaingia kwa sho mm -hmm. unapata unamezwa na wanawaket, ukikaa huku nyuma, unajua mtu anizasema naongea hivi because mimi ni upcoming. No, I'm not an upcoming, trust me. Nimeassociate na many celebrities but deep down kitu ndasema mimi kama mimi, kuna kitu nataka mimi. Ukiangalia even, wacha sa ni seme leo, if for example aone my girlfriend don't know i do music, ajui mona, mtu na date hajui nafanya mziki hajui completely, umeona so that urge ya kunifanya mimi nifanye mziki ni mimi personally, mimi personally, mm -hmm. Mimi personally mm -hmm. Which is one of the things a advise mtu afanye mm -hmm. Tafuta craft yako unajua, mbona mm -hmm. We umepiga wave, mfano ulituliza swali mzuri sana mm -hmm. Ah, mbona umeamua kupiga hii mziki? mm -hmm. mi nilipiga wave mm -hmm. ika trend mm -hmm. after kutrend mm -hmm. nikashindwa kumanejio wave mm -hmm. kwa sababu gani? haikuwa wave yangu mm -hmm. kitu ya pili mm -hmm. wasanii wa Kenya wafuatilii kuhusu distribution za mziki mm -hmm. whereby unatoa mziki unaweka tu YouTube. Mm -hmm. YouTube haita kulipa yeah, consistency unafaa umonetize mziki wako ukimonetize mziki wako itafika US mziki wako itafika China But umeka YouTube peke yake, mziki wako itachezwa tu on yon region. Mona <muchin> <Mwana. muchin> so tulan kujua mziki na kaje na ni mziki gani tunafanya, alafu pia tunde mziki kali because mi nikiangalia sahii kwa industry uh, naweza washa watu wengi sana hapo juu, lakini acha consistency yangu ipande. Tulia kidogo hapo kwa kuosha, tunakuja hapo. Situpeleke mbio sana, wenye unaosha utatuambia tuingia tu kwako kwa kidogo tu baline hebu e, tuambie ni changamoto gani unahisi kwamba, e, inakumba sana wasanii hapa nchini Kenya? Uh, first of all ni drugs. mm-hmm. Madem. mm-hmm. Then peer pressure. mm-hmm. So unapata drugs, you know. mm-hmm. Msanii alikuwa fit, mm-hmm. then all of a sudden, mm-hmm. amepata makash kidogo, cause drugs manzee rai, then anaingia kwa drugs. mm-hmm. Anatei, then mm-hmm inakwaga kama wave kama past tense. Then second, madem you know, so like unakutana na na most uki, demo demo nakua like unajulikana, ndio demo unajulikana, demo ni una hit ndio demo unajulikana, so ukijulikana, unakutanaga types nini, kila kila aina ya madem, so of course hapo hapo hapo when you fall manzo, ukipeana heart jo Uta spend time yako of course, cose wezi, wezi, wezi serve two masters, wezi sema like una sacrifice kwa music. the same same mind tunatumia ku, ku concentrate kwa other things, so mm-hmm. hapo ndo nakwaga like unaonaga you know, no need ilikwaga kitu ulikuwa unafanya inapoteaga tu hivyo, ina, like ina mate mm -hmm. yeah ni kama wave wav mm -hmm. those are the challenges, alafu, okay. mm -hmm. alafu ya mwisho nimesema ni you know uh, peer pressure mm -hmm pressure like una kama competition so like mlianzaga um, na mse kwa background moja, so unapata kuna range rang huu mse aligrow ama like um, like huu mse like aliendaga viral so like una try, so unakuwa unakuwa na ile unakuwa na unakuwa na ile peer pressure, pressure. Ile, hmm. eh, pressure. Mm -hmm. so unaenda hapo hadi unafanya vitu weird weird mm -hmm. yeah. Ok, nimesikia uh, Na by the way, uh, zile vitu ambazo mmetaja nyinyi wote ni vitu tatu, na ambazo mi kwa macho yangu mimi kama mwanahabari nimeshuhudia wasanii wengi sana wakianguka na wakiflop just because of number one, using drugs number two, competition and number three au mademu au wasichana wameangusha wasanii wengi sana pale nje. Uh, wengine unasikia mademu ni kama ni 20 watu wako nyuma yako oh, sijui nini, nini mtoto nini nini vitu kadhaa pale, wakati ambapo umezungumza nikakukata kidogo, sikuwa nataka tuingie hapo, lakini sasa nataka sasa niambie, ni msanii mgeni huyo ambaye utamwosha leo. Nataka wajua hiyo ni message unamtumia ndo sasa akupige kompe pale, tuko na kamera pale inakutazama. Zungumza na huyo msanii utuambie ni nani, maanake msikilizaji wetu pale anataka kujua huyo msanii mgeni. Hacha niseme hivi. Sitataja mtu hey, lakini taja, lakini... taja ngoma ngoma moja no, tu yanan ni... no, ngoma, ngoma ya nani, ngoma ya nani? Hey. Unajua kitu inanishangaza hey. Ukitrend kidogo especially hey. Watu nasema rappers mm -hmm. Unajua in rap in, ukishamwa we ni rapper hey. Trust me, mm -hmm. Unafaa ukwe mkali kwa nini? mm -hmm. Wewe acha nitumia very small mm sample -hmm. mm -hmm. toxic aana limu ana analimu, analimu, analimu, analimu na kila mtu uh -huh, wacha nitaja mwingine mwingine. Calligraph before alisema nini? uh -huh. kukua msanii Kenya ni msani gharama kwa sababu ni gharama gani? uh -huh. uko na watu wanakupiga vita uh -huh. Uk... bro, ingia studio, we unda mistari zako uh -huh. kama una sauti mzuri especially, nilikuwa nikuambia kitu fulani uh -huh. wasanii wengi Kenya wanaumia, kwa sababu unajua mziki ni sauti uh -huh na ukiharibu sauti yako, trust me umepotea. For example, mimi na prefer kutumia sauti yangu, which is, ukisikiza mziki wangu na sauti yangu ziko related, so nikianza kutumia more drugs, complete nisiji maintain in terms of my vocals, trust me, ndalose hiyo, ndalose. So mimi ndasema hivyo. Okay, wasanini wengi sitaki